menelewa mpaka hapo? Lazima angelipa milioni, ili wajitambue kwamba muhuri unaopewa na serikali sio muhuri wa kujigongea gongea kama unakwenda kwenye harusi. Ile ni nyaraka na ni lazima ilindwe na lazima iheshimike. Sijui ungeelewa mpaka hapo. Sio mtu anakuja anagonga tu muhuri Amejithibitishia kwamba huyu dada ametapeliwa milioni tano, ninamlipa mimi milioni tano. Wee mwenyekiti ikia kwenye kumi na nane za kunizulumu mimi, mimi namlipa huyu kwa ni niabao, shika hela hii, asante, mwombee heli mheshimiwa Rais eh, Samia ndiye le kutuma tukie ifanye kazi sawasawa na kulipa mimi hiyo hela, wate hela nizulumu mimi. Umelewa mpaka hapo. Mimi tamzuru mbu yeye mpaka kisasi chako. <laughs> <laughs> Mwenyeleo dada, nenda kamwombe Mungu, kafanye kazi namuwe makini, na kamwambia wenzako tuendelee kuwa makini dhidi ya matapeli ambao tumewaamini kuwa viongozi baadhi ya huku chini. Sasa hawa tutaendelea nao kuzungumza nao katika hali ya kawaida. Alikamata dada, dada mkumiwa alikamatwa, alikamatwa tarehe 25 mwezi wa kumi, ambapo nilimkamata mimi mwenyewe bila yeye, yaani yeye hakuwepo kabisa yeah, hakuwepo kabisa kabisa, na hata mpaka hiyo dhamana imekuja kutoka ni baada ya mimi kumpigia simu nikamwambia nilikuwa na kesi fulani hivi na hivi na hivi, mtu tumesha mkamata, na yeye mwenyewe akaja akaandika barua ya dhamana. Nadhani kisheria inaruhusiwa, ina dhamana ni haki ya mtu, yeye inatambulika. Lakini sasa ye, imekuwa ni ngumu kunipa mimi msaada, kwa sababu siwezi kumkamata tena mimi mwenyewe kwa watu wale wale ambao nilikuwa nimewatumia

Kwa hiyo ni taratibu kabisa za kisheria. Wenye viti wa mitaa tunatoa barua za dhamana, maana yake ndugu akija kuomba barua ya, ya, ya dhamana kwa mtumiwa tunawaandika. Tulifanya hivyo na kwa ba... sana, wakati huyu dada amemkamata huyo Juma, tulikuwa tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu, baadaye ilikuwa na watu wengi sana, kiasi ambacho mkuu wa polisi alishauri na pia alishauri mwenyewe kwamba hawa inabidi tuwadhamini kwa sababu ya hili jambo lililopo kwa sasa. Toka hapo kukawa na hizo pilikapilika za za uchaguzi hivi karibuni, na leo nilimwita ofisini. Si anakuja kwa mkuu? Apana, huyu dada aliomba appointment toka wiki iliyopita kwamba mwenyekiti, mwenyekiti, nitakuja ofisini kwako kwa ajili ya jambo la Juma.